Uzinifu katika ulimwengu wa roho ni mlango shetani anapotaka kuyashambulia maisha ya mtu. Kati ya mtego ambao shetani huwa anautumia ni dhambi ya uzinifu. Shetani akishaona ndani yako na vitu vya kimungu akishaona Mungu ndani yako ameweka, ameweka wito mkubwa. Kuna wengine mmeitwa kuwa watumishi wa kimataifa, wengine mmeitwa kuwa waimbaji wa kimataifa, wengine mmeitwa kuwa wafanyabiashara wakubwa, wengine mmeitwa, Mungu amewapaka mafuta kwenye eneo la siasa. Shetani akitaka kuiba vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yako, shetani anatumia mlango wa uzinzi watu wengi walikuwa na huduma, walikuwa na vipawa, walikuwa na karama kubwa ambazo Mungu aliweka ndani yao, lakini siku walipoanza kuzini, siku walipoanza kujihusisha na mambo ya uzinzi, ndio siku ambayo vitu vya kimungu vilivyoko ndani yao vilikufa na viliibiwa. Kwa hiyo mlango ambao shetani huwa anatumia kuiba vitu vya Kimungu ambavyo Mungu ameweka ndani yetu ni mlango huu wa zinaa. Wefuatilia watu wote ambao walianza vizuri kwenye eneo la kuhubiri zaidi ya wasikiki, ukienda ukakaa nao na ukawauliza vizuri, watakuambia saa nilipoanza kuzini, ndio saa ambayo huduma yangu ilianza kufa. Fuata watu ambao zamani walikuwa wanaimba na walikuwa wanasikika na tulikuwa tunasema kwamba watafika mbali Ukikaa nao ukiwauliza vizuri, watakwambia saa nilipoanza kuzini ndio saa hata ile neema ya kutunga nyimbo ilipotea, na ndio saa ambayo mafuta ya kibali ambacho Mungu aliweka ndani yangu kilipotea. Lakini pia kuna watu Mungu aliwapaka mafuta ya kuwa wanasiasa, saa walipoanza kufanya uzinzi, ndio saa ambayo vitu vya kimungu vilivyopo ndani yao ndio saa ambayo viliharibika. Shetani ili amweze Samsoni, ilibidi shetani amtumie Delila, na shetani alipomtumia Delila na Samsoni hawakuwa tu kwenye mahusiano. Delila na Samsoni walikuwa kwenye mahusiano ambao ndani yake alikuwa anahusisha uzinzi. Na, na kwa sababu ya Samsoni kuzini kusini na Delila, nini kinatokea? Mbegu ile ya kimungu iliyokuwa kwa Samsoni ya kuitwa mnadhiri wa taifa mbegu ile ilikufa. Samsoni aliyekuwa shujaa akaishia kwa msagangano. Watu wengi walikuwa na hatima kubwa. Watu wengi Mungu aliwaita kwa ajili ya kizazi hiki lakini ule ubora ambao Mungu ameweka ndani yao, zinaa imeondoa kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao. Mwisho wa siku, wameishia kuwa watu wa kawaida. Kwa hiyo mtu yoyote anapofanya zinaa, zinaa inaua vitu vya kimungu vilivyoko ndani yako. Zinaa ina, inaharibu vitu vya kimungu vilivyoko ndani yako. Zinaa inasababisha mapepo yapate nafasi ya kuchomoa na neema ya Mungu iliyoko juu yako na vitu vya kimungu vilivyoko kwenye maisha yako. Lakini pia kama zinaa ni mlango, inaua vitu vya kimungu vya vilivyopo ndani yako baada ya zina kuua vitu vya